Yanga goli moja na alama tatu dhidi ya timu ambayo iliharibu historia ya Afrika. Niambie kwanza, ulikuwa ni mchezo aina gani? Nafikiri mchezo Yanga wenyewe wamefanya uwe mgumu, yes, kwa kila ambacho mimi mimi nimekiona mm. Kwa sababu uh, ambacho nimeona ilikuwa shida hasa kwenye kipindi cha kwanza. Cha kwanza Yanga walikuwa wanakosa maamuzi sahihi eneo la mwisho walikuwa wanafika kwenye, kwenye lango la Ihefu, lakini kuna wakati pasi haikuwa sahihi, kuna wakati movement inafanyika lakini pasi ni amkaa, kuna wakati mtu kapewa pasi sahihi, yuko kwenye eneo sahihi, lakini anatumia tekniki ambayo sio sahihi kumalizia, kumalizia nafasi ma kwa mfano unaweza kuona nafasi ambayo amba, amba, Tuisila Kisinda mm. zile ndo moment ambazo nyie chama mnamsifia, unaelewa uko okay, na mpira kwenye boksi utulivu tu mm. kama unapiga sijapiga, mtu anakupa godoro unalala, mm. alafu anapasia nyavu nyavu zikiwa tupu, lakini kaamua kuchagua, kuchagua power na no, valolo. Ukiangalia kiwango uh, kizima cha cha Kisinda ndo, sometimes najiuliza no, kwa nini hata anapata nafasi na ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga? Kwa sababu hivi mimi nimeacha mpira, lakini Kisinda huyu mimi hawezi kuniweka bench Kisinda? mimi nimeacha mpira siku nyingi, lakini Kisinda huyu mimi bench hawezi kuniweka hawezi kuniweka so unaweza so, yes. So, kuona hayo, hayo, hayo mazingira, lakini pia changamoto nyingine ambayo nimeiona Uh, kwenye kipindi cha kwanza Yanga walikuwa wanashambulia na idadi ndogo ya watu, unakuta kwenye e, ndanda box ya Hefu yuko Mayele peke yake, wide players hawaongezeki, Tuisila Moloko wote wako mbali, umeelewa? hakuna midfielders mwingine anayeongezeka kwenye, kwenye, kwenye box. So muda wote Mayele ilikuwa 4v1 unapiga cross mtu, mtu mmoja hawezi kufanya, hawezi kufanya kitu. So hiyo changamoto nimeiona kwenye, kwenye, kwenye kipindi cha kwanza, lakini good enough Uh, Mwalimu Nabi ni, ni master wa substitution. Yes, ameliona hilo na unaweza kuona changes ambazo amefanya, amefanya kipindi cha pili amemwongeza uh, uh, Musonda, unaweza kuona energy ambayo ameongeza, amechangamsha eneo la, eneo la kushambulia uh, vita zake umeona zimempa nafasi Mayele, nafasi ya, nafasi ya kufunga. So yes, Yanga wapata bao moja, lakini kwa kiasi kikubwa sana ni mechi ambayo waongeza kufunga hata goli tatu. So to some extent wenyewe ndo wamefanya mechi iwe ngumu. Mzee wa Jambia, tumemtazama kwa mara ya kwanza Kennedy Musonda ah. Mechi yake ya kwanza kwanza, niambie, ni muda sahihi wa kwanza kumjaji? Oh, mimi nimesema huko alikotoka kafanya vizuri goli 11 kwenye mechi 18, ligi ya ligi ya Zambia ni return nzuri, lakini always mchezaji akitoka anaweza kafanya vizuri kwenye sehemu a akaenda sehemu b asifanye vizuri, lakini kwa historia kwa historia wachezaji ambao wanatoka ukanda wa Sekafa na Kosafa wakija Tanzania, huwa hawapate shida sana, wengi wamefanya, wamefanya vizuri. Of course inawezekana kuna wachache ambao hawajafanya vizuri, lakini kwa asilimia kubwa wengi wamefanya vizuri, lakini wachezaji kutoka labda kaskazini na, na west kidogo akija wa Tanzania wanapata shida. So na imani uh, Musonda kuna kitu kikubwa ambacho wataongeza kwenye uh, kwenye eneo la ushambuliaji la, uh, la Yanga, weza kuona hata leo namna ambavyo wameingia uh, ile work ethic ya kwake uh, yuko determined kuonyesha, so lewa ile peke yake binafsi nime, nimeipenda kwa namna ambavyo ameanza, ameanza mchezo hii leo. Ziwa jambia, mimi napenda tujue kutokana na kikosi cha Young Africans siku ya leo wanasema eneo la kiungo ndio eneo ambalo linapika mashambulizi kwa upande wa klabu. Kwa Young Africans eneo la kiungo hili umeona limeoperate kwa kiwango gani siku ya leo? Niko impressed sana na Mudathiri alivyocheza leo, na kwa mara ya kwanza nimeona msimu huu Yanga wamecheza na kiungo mmoja. Mara nyingi tumeona Yanga kucheza na double pivot, kwa maana ya viungo wawili, lakini leo wamecheza na kiungo mmoja. Maana yake kwanza E, ni imani kubwa ambayo, uh, mwalimu Nabi yuko nayo kwa kwa Mudathir kwamba ana ana imani kwamba huyu mtu anaweza kaoperate peke yake, anaweza kailinda back four akiwa yuko peke yake bila shida. Hata kwenye kwenye soka duniani wako viungo wachache ambao peke yake unaweza kumwamini kuilinda kuilinda back four, labda uh, ukitaja kiungo wangu pale Arsenal Thomas Partey ana, ana anahua uwezo uh, ukimtaja Casemiro ana anahua uwezo wa wakum, kumweka na akacheza kama kiungo peke yake. So nimeona hiyo leo kwa, uh, kwa Mudathir amecheza vizuri sana uh, discipline yake kwenye, kwenye, kwenye kukaa eneo lake la kulinda, lakini pia uwezo wake wa kupasia nimeona uh, pasi fupi zilikuwa zinafika, pasi ndefu zilikuwa zinafika kwa, uh, kwa wakati. So kwa mechi yake ya kwanza nafikiri amefanya fantastic, fantastic. Maeneo ambayo Young Africans anasema missing ya wachezaji ambao wamekosekana mchezo wa leo unafikiri nimepelekea matokeo ya leo kuwa e, asema ushindi kiduchu ama kido, kidogo bao moja kwa sifuri. No no, no mimi nimezungumza kwamba cha kwanza ambacho kimesababisha kime, uh, idadi ndogo hiyo ya, ya, ya mabao, Yanga walikuwa wanashambulia na idadi ndogo ya watu, lakini pia sometimes, somewhere maamuzi hayakuwa sahihi. Umeelewa? Yeah, sometimes uko eneo sahihi, tekniki ya kumalizia nafasi na inakuwa hovyo, movement inakuwa ni ya hovyo, ama pasi inapigwa kile pasi, pasi ni mkaa. Umeelewa? So in terms ya decision making, ndo kwa kiasi kubwa sana kwenye kipindi cha kwanza imewaangusha Yanga, lakini pia nimezungumza kwamba walikuwa wanashambulia na idadi ndogo ya, ya, ya, ya watu. So hata kama hawa watu un, unawazungumza wangekuwepo, kama wangecheza hivi, bado nafikiri mechi ingekuwa ni Yanga eh, mchukue kama mchezo unafuata nafikiri maeneo gani ambayo Yanga Africans inabidi waboreshe kutokana na mchezo wa leo. Hayo ambayo nimeyazungumza. Yeah. Yes, you have to attack na na idadi kubwa, na idadi kubwa ya watu. Umeelewa? Lakini again, watu wanapaswa kuimprove in terms ya kufanya ya kufanya maamuzi. Eneo la kushambulia leo wamecheza ni kama ni kama wamekutana leo kwa mara ya kwanza. Umeelewa? So nafikiri kuna uh, kuna room ya kuweza kuimprove kama mimi nimeweza kuliona hilo mwalimu Nabi ameliona hilo mara laki moja nafikiri atakwenda kufanyia kazi na they will be better. Yes, una umuonaje performance yao leo? f hawakuwa hawakuwa wabaya. Yes, ni timu ambayo technically wanao uwezo mkubwa sana wakukaa wakuka na mpira na ni kwa sababu wana players ambao wana, wana profile kubwa ukiangalia Tigere eh, Rafael Daudi simanelewa kina um, um, Onditi katikati ya kiwanja wana uwezo wa waku, kukaa na mpira na kupasiana Umelewa. So sio timu mbaya ina players ambao wana profile. Pengine ukiangalia kwenye msimamo na nafasi ambayo uh, walioko, kusema ah bwana hii ni timu dhaifu lakini ukienda kwenye squad yao ukiangalia mchezaji mmoja mmoja wana quality players. Unaweza kwa rate kwamba ni performance nzuri mechi ya leo na kile ambacho umekipata unaweza ukaboresha zaidi kuliko mchezo anaofuata kwa Ihefu Football Club. Of course, wana improve, wana improve. Ukiangalia tangu the last time wamemfunga Yanga kwenye mechi tano, wameshinda tatu, wametoka wametoka wamefungwa mechi mbili. Umelewa, wameshinda tatu, wamefungwa mechi mbili. Ameelewa? Kabla ya kufungwa leo, wameshinda mechi mbili mfululizo, so ni timu ambayo inaonekana kama kuna, kuna progress ambayo wanaifanya. Shukran sana. Bado tulikuwa na e, mchambuzi wa kandanda hapa Tanzania anajulikana kama e, Mr. Wilson Oruma ambaye amechambua mchezo wa Young Africans dhidi ya Ihefu football club. Tuko hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Nikwambie tu mtazamaji wa Akam TV, mimi ni Baraka Silvanus, nyuma ya kamera ni Jumanne Makambi, na hii ni Akam TV.